Karibu kila Mkristo ninayekutana naye anakubali kwamba maombi yanapaswa kuwa kipaumbele maishani, lakini ukweli ni kwamba da, karibu kila Mkristo ninayekutana naye anajibu vizuri kwenye utafiti wa kidini uliofanyika, eh, si muda mrefu uliopita, kwamba ni takriban asilimia ishirini tu ya Wakristo hutumia dakika kumi au zaidi kuomba kila siku. Sasa sura ya kumi na moja ya injili ya Luka inaanza kwa kutuambia hapa kwenye mstari wa moja Yesu alikuwa anaomba mahali fulani. Sasa Yesu hapa haombi tu, bali anatoa mfano. Inaonekana kwamba wanafunzi wake wanamtazama iwapo wanaweza kusikia maneno yake au la. Katika tukio hili ee, hatujaambiwa, lakini tunajua kwamba wamewahi kumsikia akiomba hapo awali. Katika tukio hili mmoja wa wanafunzi wake anaguswa na kuamua kumwomba Yesu ombi na atafanya hivyo kwa niaba ya wote. Anasema hapa, Bwana tufundishe kuomba kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Kwa njia hii ndiyo mara pekee, mara ya pekee kabisa ambapo wanafunzi waliwahi kumwomba Yesu awafundishe jinsi ya kufanya jambo fulani. Sio tufundishe kutembea juu ya maji, bali wanaomba awafundishe jinsi ya kuomba. Na Bwana anajibu kwa kufanya e, hicho hicho walichoomba. Atawapa kitu ambacho si lazima wakikumbuke kwa maneno, bali kitumike kama mfano wa sala. Watu wengi huita sala hii ya mfano e, sala ya Bwana, wakati kwa kweli inapaswa kuitwa sala ya wanafunzi. Sasa kama umekuwa ukisafiri nami kwenye safari hii ya hekima, unaweza kukumbuka somo letu la awali katika Mathayo sita eh, ambapo Yesu alizungumza maneno yanayofanana na haya katika mahubiri yake ya mlimani. Ninaamini kwamba hizi ni nyakati mbili tofauti. Mahubiri ya mlimani yalitolewa kwa umati mkubwa wa watu, lakini hapa Bwana anazungumza na wanafunzi wake tu na, na hiyo inaeleza kwa nini sala hizi mbili zina maneno yanayotofautiana kidogo. Sala hii ya mfano katika Injili ya Luka inasisitiza sifa za sala ya kweli inayomheshimu Mungu nati na, na ningependa kuchambua sifa sita tofauti. Hii hapa ya kwanza, sala ya kweli inamlenga msikilizaji wa kimungu. Yesu anaanza hapa kwenye mstari wa pili kwa kuielekeza sala kwa Baba. Sasa, ngoja ni kuambie, hiyo ingekuwa njia ya kushangaza kuanza kusali. Na, na hiyo ni kwa sababu Wayahudi hawakujua chochote kuhusu uhusiano wa karibu wa kifamilia na Mungu. Mungu aliitwa Baba mara saba tu katika Agano la Kale na hata hivyo ilikuwa ni kwa maana ya taifa. Haikuwa ya kibinafsi kamwe. Hivyo kuwafundisha kuanza sala yao kwa neno Baba ilikuwa ni mwaliko mzuri sana kwa watoto wa Mungu wao, na sisi na pia ni neno lenye sifa maalum. Kwa maneno mengine huwezi kusali kama huwezi kumwita Mungu Baba yako. Wakati Mungu Mwana anapokuwa Mwokozi wako binafsi, Mungu Baba anakuwa Baba yako binafsi. Na ni kwa msingi huo ndipo unamkaribia kwa ujasiri. Hii hapa tabia ya pili. Sala ya kweli inaheshimu jina au sifa ya Mungu. Mstari wa pili unaendelea, jina lako litukuzwe, au takatifu jina lako. Unaona, kimsingi hii ni kuomba nisaidie, niweke jina lako kuwa takatifu katika maisha yangu kama mtoto wako, nisaidie niishi kwa namna ambayo hakuna mtu atashangaa kujua kwamba wewe ni baba yangu. Wapendwa, sifa sifa ya Mungu huko nje duniani si bora hata kidogo kuliko sifa yako, kwa kweli sifa yako ndiyo inaamua sifa yake mbele ya watu wengine. Hii hapa tabia ya tatu: sala ya kweli inapaswa kuelekezwa kwenye ufalme wa Mungu. Mstari wa pili unamalizia hapa kwa kusema ufalme wako uje. Nikuambie, ombi hili lina nafasi ya mfalme mmoja tu. Kama tutataka kuwa wafalme wa majumba yetu wenyewe, basi hatuwezi kuomba sala hii. Hapa tunaomba kwamba tunataka yeye atawale maisha yetu kama mfalme, lakini ombi hili pia linaangalia mbele na linaomba kuja kwa ufalme wa Yesu Kristo wa miaka elfu moja halisi hapa duniani. Ufalme huo utakuja baada ya kipindi cha dhiki ya miaka saba ambacho kitaipeleka kizazi hicho cha Israeli kwenye toba kamili, kama tutakavyojifunza tunapoendelea na safari yetu kwenye kitabu cha Warumi baadaye. Unaona, tunaishi maisha yetu tukitazamia utawala ujao wa Yesu Kristo hapa duniani. Mwandishi mmoja ameandika kwamba ufalme wa Mungu sio tu mahali tutakapokwenda kuishi siku moja ni motisha ya jinsi tunavyoishi sasa hivi. Sasa, pamoja na hilo, mstari wa tatu unahamia kutoka kwenye utukufu wa mbinguni au ufalme, kama mwandishi mmoja anavyosema, hadi kwenye mitaa yenye vumbi ya maisha ya kila siku. Leo utupe leo mkate wetu wa kila siku. Sasa hilo linatupa sifa nyingine ya maombi ya kweli. Hii hapa inatambua utegemezi wetu wa kila siku kwa Mungu na hebu niseme, ombi la aina hii ni zaidi ya mkate tu eh, kwenye sahani ya kifungua kinywa. Ombi hili kwa kweli linatuongoza kuishi leo na kumtumainia Mungu kwa ajili ya kesho. Unaona, Yesu anatufundisha kuridhika na mkate wa leo, na kila tunaposhibisha njaa yetu tunapata sababu nyingine ya kumshukuru. Kama nilivyosema tayari katika mafundisho ya awali, Bwana anatufundisha hapa tuombe mkate, sio okay keki kwa maneno mengine, Bwana e, tupe kile tunachohitaji kweli kweli, siku moja baada ya nyingine. Sasa pamoja na hilo Bwana anatufundisha ombi lingine hapa kwenye mstari wa nne: tusamehe dhambi zetu. Hii ni sifa ya tano ya maombi ya kweli, inaonyesha kwamba tunahitaji msamaha na kwa njia ombi hili ndilo sababu hii si sala ya Bwana. Yesu hakuwahi kuhitaji kuomba hili, kwa sababu Yesu hakuweza. Yesu hakutenda dhambi. Hii ni sala yetu. Nakumbuka, hii si sala ya wokovu. Hii ni sala ya ushirika kati ya waumini na baba yao kila siku. Hii ni sala yetu ya kila siku, na hatuhitaji kuokolewa kila siku. Tumeokolewa na tumetiwa muhuri milele mara tu tunapomwamini Kristo kama mwokozi wetu. Hivyo basi, ombi hili hapa, tusamehe dhambi zetu, ni sala ya msamaha wa kila siku, ili tuweze kuwa na ushirika na mawasiliano ya kila siku na baba yetu. Unajua, ninapotenda dhambi dhidi ya mke wangu kwa kitendo cha ubinafsi au neno lisilo la upendo, sihitaji kumua tena, lakini nahitaji kurejesha ushirika na yeye. Na ninafanyaje hivyo? Naomba msamaha, na hiyo ndiyo picha iliyopo hapa. Sasa mstari wa nne hawishi tu kwa sisi kumuomba Mungu msamaha. Yesu anaongeza kauli hii muhimu hapa, hii: kwa maana sisi wenyewe tunawasamehe wote wanaotukosea. Sasa usielewe vibaya tena hapa, Yesu hasemi kwamba Mungu atatusamehe kwa sababu tumewasamehe wengine. Anasema tunapaswa kuwasamehe watu wengine kama vile sisi tumesamehewa. Kwa hiyo kwa njia ya kibinafsi sana, Bwana anawafundisha wanafunzi wake kuomba: Baba, tufundishe kutendeana na madeni ya watu wengine kama ulivyotutendea yetu. Ndiyo. E, kuna mtu huko nje anakudai, lo, wana deni kwako. Huenda anakudai pesa, wanaweza kukuomba msamaha. Huenda anakudai fidia au wema. Wanaweza kuwa na deni kwako kisha Mungu anawafanya watambue kosa lao dhidi yako na wanakuja kwako na kukuomba msamaha. Sasa utafanya nini? Kweli, watu waliosamehewa wanapaswa kuwa watu wa kusamehe. Na niambie, haujawahi kuwa kama baba yako wa mbinguni kuliko pale unapochagua kumsamehe mtu mwingine, na haujawahi kuwa tofauti na baba yako wa mbinguni kuliko pale unapokataa sasa sifa ya mwisho ya sala ya kweli hii hapa: inatafuta msaada wa kuzuia majaribu. Mstari wa nne unamalizia kwa kusema, na usitutie majaribuni. Sasa lazima nikuambie, hii karibu inasikika kama vile Mungu ndiye anayehusika na sisi kujaribiwa, na tunamwomba unajua asifanye hivyo lakini wazo ni hili, tunaomba Baba tusaidie, tusikubali kushawishika na majaribu. Shetani ndiye mjaribu wa asili. Kwa kweli, ufalme wake unafanya kazi kwa kushirikiana na asili yetu ya dhambi. Unajua, inafanya dhambi ionekane ya kuvutia, na Shetani haachi kamwe, yeye haachi kabisa, kwa sababu dhambi ni kitu ambacho anajua tunavutiwa nacho. Kwa hiyo sala hii ni kukiri kwamba mioyo yetu ndiyo tatizo. Unajua, mioyo yetu ni kama viwanda vidogo vya kuzalisha dhambi, ambapo majaribu yanakaribishwa kuja kufanya kazi, na tunayapa funguo za kila chumba ndani ya jengo. Huwezi kuamua kuondoa majaribu kabisa, lakini unaweza kuamua kutoyafuata. Unaweza kuamua kutoyaficha, kutoyapanga, au kutotengea nafasi sala hii ni kukiri kwamba huwezi kushinda majaribu mwenyewe. Bwana, uniongoze mbali nayo. Unataka kuwa kama Martin Luther, yule mrekebishaji ambaye alieleza jambo hili miaka mia tano iliyopita, aliposema huwezi kuwazuia ndege wasiruke juu ya kichwa chako, lakini unaweza kuwazuia wasitengeneze kiota kwenye nywele zako. Na hicho ndicho unachojaribu kuepuka. Bwana, tafadhali nisaidie, tafadhali nisaidie. Na kwa hayo, Bwana anahitimisha sala hii ya mfano. Kwa nini tunahitaji kuomba? Kweli tuna sababu hizi zote za kwa nini tunahitaji kuomba, lakini kiini chake, hatuhitaji kitu kutoka mkononi mwa Mungu kama tunavyohitaji kuelewa moyo wa Mungu tunapotembea na Mungu.